Dosi kamili ukizungumzia saratani ni zile seli ambazo zinabadilika tabia au zina, kwa Kiswahili tunasema zinakengeuka. Kikawaida, seli za binadamu yoyote zinazaliwa, zinafanya kazi yake, alafu zinafika ukomo kwa ajili ya kupisha seli nyingine mpya. Lakini ukizungumzia seli za saratani, saratani aina yoyote hazina ukomo, yani ziki, zikiwa tu seli za saratani hazina ukomo, zitaendelea kukua, zitaendelea kuzaliana na zitaendelea kufanya uharibifu katika sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo ukiongelea swala la saratani ya mlango wa kizazi, ni kwa mantiki hiyo hiyo kwamba ni zile seli ambazo ziko katika mlango wa kizazi ambazo zimebadilika tabia kwamba badala ya kufanya kazi yake na kufika mwisho kwa ajili ya kupisha seli nyingine, zimekuwa hazina ukomo, zinaendelea tu kukua, zinaendelea kufanya uharibifu, zinaendelea kusambaa na kuharibu sehemu nyingine za mwili. Na hii godozi kamili. Ujumbe huo umeletwa kwenu na Wizara ya Afya sehemu ya elimu ya afya kwa umma.